Hivi unajua busu la kwanza lilianzia wapi na ni nani alilianzisha? Au unajua ilikuwaje? Sasa, kwa taarifa yako, ni kuwa busu la kwanza halikuanzia kwa wapenzi wa kibinadamu wenye kupendana na kuendana nyota, la hasha, bali lilianzia kwa mababu wa sokwe wakubwa takribani miaka milioni 20 iliyopita. Watafiti kutoka chuo kikuu cha Oxford na taasisi ya teknolojia ya Florida walitaka kuchunguza busu lilianza lini, ikizingatiwa kwamba kumekuwapo na mitazamo mseto kuhusu faida ya moja kwa moja ya busu na hata hasara, wataalamu wakisema busu linaweza kusambaza magonjwa. Matokeo hayo ya utafiti yalichapishwa katika jarida la Evolution and Human Behavior. Utafiti usio na ufafanuzi, usio kimapenzi wa wanasayansi ulieleza kuhusu busu kuwa ilikuwa ni mgusano wa mdomo kwa mdomo usio na ukatili na usiohusisha utoaji au uhamishaji wa chakula. Hii ilijumuisha mabusu ya kimapenzi pamoja na yale yasiyo ya kimapenzi kama mabusu kati ya wanafamilia au katika salamu za kirafiki. Jinsi busu lilivyoanza bado ni jambo la mjadala, kama ilivyo sababu ya kuendelea kwake. Baadhi ya watu wanapendekeza kuwa busu la kimapenzi ni njia ya kutathimini ubora au ulinganifu wa mwenzi. Vinginevyo busu linaweza kuwa aina ya maandalizi ya tendo la kujamiana, kuongeza msisimko na kuongeza nafasi ya upatikanaji wa mimba. Mabusu yasiyo kimapenzi yanaaminika kutumika kusaidia kueleza uhusiano wa karibu wa kijamii au kuongeza ukaribu, lakini utafiti huo unasema kwamba jamii ya wanadamu walioishi maeneo ya Ulaya kati ya miaka laki moja na elfu ishirini mpaka miaka elfu thelathini na tano iliyopita huenda walibusiana, ikizingatiwa kuwa ushahidi kwamba walichanga nika na kushiriki vimelea vya mdomoni, ishara kwamba walibadilishana mate muda mrefu baada ya jamii hizo mbili kutengana miaka laki nne na elfu hamsini mpaka laki saba na elfu hamsini iliyopita. Utafiti huo unaeleza kwamba busu la kwanza lilikuwa kati ya masokwe na wala siyo kati ya binadamu na binadamu. Haijulikani ilikuwaje binadamu akaja kuiga tabia hii ya kubusiana. Hii ni Msasa Media.